Salamu alaykum. <coughs> Napenda kuongea na ndugu zangu wote, kama hivi mnavyotuona hapa nilipo, na familia hii hapa, ambao ni familia ambao ni yatima. Hapo mnaniona hapa nimekaa na mama angu. Me, mama angu naye ananitegemea mimi kwa utafutaji. Ambao utafutaji wangu yani, kwa kweli ni mgumu sana. Kwa siku naweza sana. kupata elfu mbili kupata mia tano Yaani, kwa hiyo imekuwa nini ngumu sana kwa huku vijijini, kupata yaani uwezo wa biashara, utafutaji unakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa nilipo, mnaniona wao watoto wote hapa ni yatima kama mnavyoniona, so jinsi nilivyokaa nazo. Nashindikana tu, uwezo wa kuwasomesha yani sina. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu, kwa hiyo naomba yani mnisaidie, tu kunisaidia kwamba sina uwezo wa kutafuta la nini, lakini uwezo wangu yani umeishia hapo, yani unakuwa ni mgumu sana. Kila anachotafuta napata kwa siku au ni shindwe kabisa, hamna kilichopata ya ya yani sipati hata mia tano na nyingine tunalala na njaa, na nyingine yani tunashinda hivyo hivyo, hatunywi hata uji wala nini, hatuna chochote cha kupika. Lakini mnaona hata pia mazingira ya nyumba tunayoishi ndio kama hii, nyumba yenyewe inavuja, hatuna magodoro ya kulalia, mavazi ndio kama hivi mnavyotuona, mi na mama angu hapa. Kwa haistahili mama yangu kama huyu kulala na njaa, na njaa. Kwa hiyo, na njaa sio vizuri, kwa au kushinda na njaa. Kwa hiyo naona kwamba ni ngumu sana watoto kama hawa yani walale na njaa, washinde na njaa, sio vizuri. Kwa hiyo, ndugu zangu hapa mlipo, mnaniona jinsi nilivyo, naomba mnisaidie, sio kwamba kwa kunijengea nyumba au kwa kufanya nini, yani naomba msaada wenu sana kunisaidia, hata mtaji tu, kwa sababu hapa nilipo mimi ni binti mdogo sana no uwezo wa kujitahidi kwamba kupata nini, lakini naomba kikubwa nisaidie uwezo wa kupata mtaji tu, ili niweze labda kuwalea watoto, naona utanisaidia sana. Hiyo ndo ki, kitu kikubwa sana ninachoomba. Pia watoto kama hivi navyoona, mavazi baridi, kipindi kama hiki ni kigumu sana yani wanateseka, vifua almonia hayo, yani hata hela kwamba nimpeleke hospitalini sina nashindwa ni uwezo wa kushindwa, na najua haa ni jamii wa kesho watakao kuja kutusaidia. Kwa hiyo, jamani, naombeni msaada wenu sana. Naomba yani, naomba sana mniusaidie. Wanalala chini, hawana mashuka ya kujifunika, hawana magodoro ya kulala, wanalala kwenye visafreti kama hivi mnavyoona hapo. Hiyo mfuko kama hivo unachukua unawambia, alaleni kama hivi hawana ni kwamba wana kitu chochote cha kuvaa wala kitu cha kula, hamna. Ila zaidi naomba msaada, mnisaidie, yani nipate hela ya kunisaidia, labda mtaji kama hivyo. Kama hivi mnavyotuona, nyumba yenyewe mnaona kama nyumba ilivyo, jinsi ilivyo kweli. Yani kikubwa kama mamangu kama huyo anapata shida na anateseka sana. Naombeni sana, nisaidie mtaji tu, ndio kikubwa ninachoomba. Kama mtaangalia watoto nao, mtasaidia nini o kama hivyo kama godoro kama nini masweta kuvaa na vitu vingine vya shule, ili waweze kusoma. Kwa sababu haendi shule, kwa sababu sina uwezo wa kuwasomesha, sina hata nguo kwamba nitapelekaje shule. Kwa sababu kula wenyewe wanashindwa kula, ndio shule nitaweza kuwapeleka? Kaona ni jambo gumu, mtoto hawezi kwenda shule alafu arudi na njaa, inashindikana, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wenzangu, huko mliko maana wapo wengine wa wa yatima wapo mjini wanasaidiwa nafanya , lakini mimi naona nao uwezo sana wa kutafuta, lakini naona yani inakuwa ngumu sana kwao. Naombeni msaada wenu mkubwa kunisaidia tu kama hivyo nilivyoongea, asanteni sana mm. Mimi hapa Mwashiti Waziri, na shida kuhusu nyumba, shida ndio imezidi sana, nyumba inataka inaangukie na hata kitanda na, sina nalala chini hapa, niipo, mbavu zinaoma vibaya sana. Yani hii nyumba muda wote inaanguka, kwa hiyo naomba msaidie, naomba msaidie, naomba kwa kweli. Yani sina cha zaidi, ila ni nyumba ndio imezidi. Naomba msaada, msaidie. Na huyu mtoto hapa, ikiwa ni mtoto yatima huyu mtoto hapa ni mtoto yatima, naye mlea naye, pia namtegemea mimi shule anaenda , ila sio kwamba anaenda kila siku, kwa sababu wakati mwingine, yani hata hela ya kununua sabuni yote inanishinda, mtoto awe msafi kwenda shuleni. Kwa hiyo naomba msaada, msaidie, naomba.